Ni siku ya tatu ya maonyesho ya ujasiriamali hapa Chuo cha Uhasibu Arusha wa hey, ambayo yataenda kutamatika rasmi siku ya Ijumaa, ni Juni ishirini na nimekuwa nikikuletea kila kile ambacho kinaendelea kutokea hapa Chuo cha Uhasibu Arusha kuhusiana na maonyesho hayo. Lakini sasa leo nakuletea wale wanafunzi ambao wamekuja na mawazo mbalimbali ya bidhaa mbalimbali ambazo zinaweza zikawa zinahitajika sana kwenye jamii. E, wapo ambao wamekuja na e, zao la mwani. Hili tunaliona kwamba linalimwa maeneo mbalimbali ikiwemo Zanzibar. Sasa wanafunzi hawa wamekuja na bidhaa ambayo inatokana na zao la mwani. Tuwasikie namna ambavyo wametengeneza, namna tengeneza na namna ambavyo wataenda kuliishi hata kesho ambapo watakapomaliza masomo yao. Biashara yenyewe tunatengeneza biashara ya mwani mwani, kwa maana ya bidhaa mbili, unga wa mwani pamoja na sabuni ambazo zinatumika ku, ku, zinatengenezwa kupitia huo unga wa mwani. Aa, hii biashara na hii idea tumekuja nayo baada ya kuona watu wengi sana wakiteseka wakipitia changamoto nyingi kulinda ngozi zao pamoja na afya ndani ya miili yao kwa magonjwa kadha kadhakadhaa, ambayo mwenzangu atakuja kuelezea vizuri zaidi. Ndio maana tumekuja na hii solution kwa maana ya kwamba unga wa mwani pamoja na hii sabuni itawasaidia ita hao watu, kwa sababu hii kitu ni natural, yani ni asili kabisa, hakina kemikali yoyote wala kemikali yoyote. So itawasaidia kuimarisha afya zao, kulinda ngozi. Faida ya unga wa mwani inaondoa sumu mwilini, inasaidia pressure ya kupanda na kushuka, inasaidia sukari inayopanda na kushuka faida za kutumia sabuni ya mwani inamsaidia mtu ambaye anachunusi, harara. Inatibu pia kwa watoto wadogo wale ambao wanavalishwa nepi, unakuta wanakuwa una na michubuko katikati ya mapaja. Kwa hiyo kwa kutumia sabuni hii, inamsaidia kwenda kutibu ile michubuko anayopata katikati ya mapaja. Sisi kama kikundi chetu, tuna plan kuendelea na hii biashara, japo tuko tunaifanya, lakini tunatamani tuifanye kwa viwango vikubwa, kwa sababu tumepata hii elimu ya ya ya entrepreneurship au ya ujasiriamali ya hapa chuoni, tunaweza kujiboresha wenyewe kwenye mambo kadhaa kadhaa. Na katika kuangalia, moja ya changamoto ambayo ipo mtaani ni ukosefu wa ajira. Sisi tumekuja na wazo la kutengeneza mafuta ya parachichi, ambayo maparachichi yanapatikana kwa wingi katika mikoa mingi. Unaweza ukatumia kwenye kupakia, kwenye kupakia ngozi. Sawa, unaweza pia ukatumia hata kwenye kupikia Sawa, ni mafuta ambayo yana wanasema yana low cholesterol, yana low cholesterol. Sawa, hiyo ni kwa sababu yana high smoking point, maana yake unaweza akaya hit kwa kwa joto kubwa, na sitoi mafuta rehamu. Kwa haya mafuta yetu hakuna ingredi, ingredient yoyote ambayo tumetumia hapa zaidi ya parachichi tu, kwa sababu sisi tumekuja na wazo la kuondoa kabisa zile kustimesi. Cosmetic ambazo tunazitumia kama wadada maybe kwenye kupaka kwenye nywele maybe kwenye, kwenye overall body. So kwa hiyo tumekuja na haya mafuta ili kusaidia watu kuweza kuachana na hayo mambo mengine, kwa mfano kama hizi cosmetic zingine hizi hizi ambazo zinawekwa kemikali watu wasizitumie, ila hizi tumekuja nazo kwa ajili ya mbadala. Leo nimepata nafasi ya kuwa jaji katika siku hii ya tatu ya wiki ya ujasiriamali. Kiukweli, nimependa jinsi vijana walivyojiandaa. Wamejiandaa vizuri, siwezi kusema ni kwa sababu wanapewa marks, ila naweza kusema ni kwa sababu wameona changamoto ambazo ziko katika jamii na wako tayari kuzitatua. Elimu wanaoipata kwa wakati huu nafikiri ni elimu sahihi kabisa kwa mahitaji ya jamii kiujumla. Wako, wengi wako mwaka wa pili, mwaka wa tatu, inamaanisha kwamba kwa kipindi hiki wanakaribia kabisa kwenda kwenye soko la ajira na soko la ajira linahitaji sana hivi vitu, linahitaji mtu aweze kusimama mbele za watu na kuweza kutoa za idea zake. Zaidi ya yote inahitaji mtu aweze kuwa na ule ujasiri wa kuweza kusema mawazo yake yaliyokuwa ndani kwao. Nafikiri hii program ni nzuri sana, na itaendelea kufaidisha sana wanafunzi kama itazidi kuendelea. Mawazo mengi waliotoa ni mawazo ambayo yako practical kabisa, yanaweza kuwaingizia hela. Kwa hiyo ni vizuri sana kama wataweza kuendelea kuya structure mawazo waliokuwa nayo, kuyapeleka mtaani na kuangalia ni jinsi gani ya mawazo waliokuwa nayo yanaweza akawaingizia kipato tofauti na ajira wanazotegemea kuajiriwa na makampuni ambazo kwa sasa hivi ziko very minimal.